Karibu tena ndugu msikilizaji katika chaneli yetu hii hii pendo ya First TV TZ. Tunaendelea na simulizi yetu tamu ya kijana Michael. mimi sina maneno mengi kufuatana na msimulizi wetu Rama Simbila. Karibu. nikiwa bado naangaika hapo, mara ikafika saa nne, Lilian hajarudi. Nikaingia chumbani nikavaa shati na suruali kisha nikatoka ili nikawafutafute. Nikaingia chumbani nikavaa shati na suruali, kisha nikatoka nje ili nikawatafute huko mjini. Wakati nafungua mlango wa sebuleni ili nitoke nje kwa niaba yaili yakuwa... nitoke nje kuwafuata, mara nikaona bodaboda inafika. Nipoangalia vizuri, nikamwona Lilian amepanda kwenye hiyo bodaboda inayokuja. Nilibaki nimesimama, mara bodaboda ikasimama -boda, akawa anashuka. Alikuwa amerudi peke yake. Alishuka kwenye bodaboda -boda, kisha akatembea kuingia ndani. Nilikuwa nimesimama pale mlangoni. Alifika pale akanisalimia kwa ishara, kisha akapitiliza mpaka chumbani. Alipofika chumbani, alivua viatu, kisha akajitupa kitandani na nguo zake akionekana amechoka sana na alisikika na pia alisikika akinuka pombe. Nilimfuata chumbani nikakuta amelala kitandani na nguo zake akionekana kachoka. Nilisimama nikamtazama, kisha nikajaribu kumsemesha, hila hakunijibu. Nilimwacha alale nilitoka nikaenda kuoga kisha nikatengeneza chai mwenyewe. Nilijaribu kumwamsha ili anywe ila, ilishindikana. Alikuwa na usingizi mzito, niliamua kumwacha alale. Nilienda sebuleni nikanywa chai peke yangu, kisha nikatoka kwenda sokoni kutafuta mboga. Nilimwacha Lilian amelala fofofu. Wakati nikiwa sokoni nikakutana na madada wawili, walinisalimia kisha mmoja akaniambia, shemeji, umeachana na mkeo nini? Mbona unakuja sokoni? Nikamwambia hapana, nimeamua kuja tu kuhemea, maake yeye yuko nyumbani anaumwaumwa. Wakaangaliana kisha mmoja akasema, nimekuuliza kwa sababu jana alikuwa kwenye show ya Mario na alikuwa na mwanaume mwingine, ile mwanamke alisema ile mdada. Nikamjibu ah, yule aliyekuwa naye ni shemeji yake, ni kaka yangu, binamu yangu. Nilipoongea hivyo wakaguna, nikawauliza mbona mnaguna? Basi mmoja akajibu ah, basi mko vizuri kama shemeji anatoka na mkeo, ah, mko safi. Nikamwambia hakuna ubaya. Kisha nikaona kama wanaletea umbea vile, nikaagana nao, nikatembea kurudi nyumbani, kwani nilikuwa nimkisha emea, ila kichwani nilikuwa nawaza maneno yao yao madada. Nilifika nyumbani nikakuta lile ni bado hajaamka, ilikuwa ni saa saba. Niliamua nimwache alale, nikaingia jikoni, nikaanza kupika. Nilipika nikaivisha muda wa saa tisa Ndipo nikamwamsha aliamka, akaoga, kisha tukakaa sebuleni tukaanza kula chakula. Baada ya kula, tukakaa sasa kuongea, ndipo nikamuuliza, mbona umerudi asubuhi, na pia umekuja mwenyewe na boda, na binamu mbona hajakuleta? Liliani alinitazama kisha akanijibu, yaani, mume wangu, show iliisha saa kumi na moja alfajiri. Msanii alichelewa kuanza show, si unajua tena wasanii wa Bongo. Wakati mwingine baada ya show, wakati tunatoka, gari ya shemeji ikaharibika, ikabidi tuchukue bodaboda kwenda kwake. Tuliacha gari hapo. Nilipofika kwake, nikaenda nikalala na usigero, kwa sababu ilishinikana kuja huku na nilikuwa nimechoka kweli na pombe. Yeye aliingia chumbani kwake na mpenzi wake, Lilian aliongea. Kumbe binamu alikuwa na mpenzi wake. Nilimuuliza akajibu, na na Lilian akaniambia kwamba walikunywa vinywaji vya bei mbaya, akasema kwamba shemeji ana hela na hivyo walilewa, ndiyo maana alichoka sana. Basi tulimaliza kula na maongezi, tukaingia chumbani fika chumbani tukajitupia kitandani. Nilipomgusia kuhusu masuala yale akaniambia tumbo linamwoma kwa sababu ya hiyo mipombe. Niliamua tu ni mwache tukalala. Nilipofika saa mbili usiku, mara bilamu akafika na gari lake. Alinikuta mikase bren naangalia taarifa ya habari. Nilimkaribisha kakase bren. Wakati huo Lilian alikuwa jikoni anapika apika chakula cha usiku Lidia aliposikia sauti ya binamu yaani shemeji yake alikuja sebuleni haraka huku anaonekana na furaha kumwona binamu alimsogelea ili wasalimiane binamu alisimama wakakumbatiana akamwambia karibu sana shemeji yangu kipenzi Lidia anasema huku amekumbatiana binamu akajibu asante shem zatoka jana Walisalimiana pale kisha akakaa. Kitendo cha wao kukumbatiana kilinishtua moyo. Binamu akamuuliza, unafanya nini huko shemeji? Liliana akamjibu, ninapika. Binamu akamuuliza, umeshaivisha? Lili akajibu, ndio naanza shemu, tukuwa tumelala nimechoka, ndio nataka nipike wali. Mboga yenyewe ipo, aliipika mdogo wako, Liliana alisema, kisha akanisogelea akanishika bega, ila nilikuwa kama nimepata wivu fulani kwa kitendo chao cha kukumbatiana. Si unajua tena, mke wangu alikuwa mzuri na ndoa ilikuwa bado mbichi. Akasema, sasa shemu, acha kupika, hebu kajiandae tutoke, tutoke wote na ndugu yangu hapa, tuendeni dina tukafanye maongezi, tule chakula kizuri, maana hatujakaa na ndugu yangu kuongea. Jana alikuwa amechoka. Lilian livyosikia hivyo akasema, afadhali shee, maana nina hamu ya kitimoto. Lilian alilongea huko, anaondoka kuelekea jikoni kuahirisha kupika. Ilibidi na mimi niende chumbani nikavae vizuri, maana binamu alikuja amependeza sana. Mimi nilivaa chapuchapu kiume. Nilimaliza kuvaa nikarudi pale sebuleni, tukakaa tunamsubiri Lilian avae. Mara Lilian naye akamaliza kuvaa Alikuja sebleni akiwa na tabasamu. Alifika akasimama kisha akauliza, akamuuliza binamu yangu, shem, nimependeze? Binamu alimtazama kisha akamsifia sana, akamwambia yaani, kama hii hakuna mrembo kama wewe, hakika ndugu yangu amepata mwanamke bora. Aliongea hivyo binamu yangu Kisiki... Lilian alinisogelea kisha akanishika mkono akaniinua kwenye sofa. Basi tukatoka hapo tukatembea na, na binamu akasimama, tukatoka ndani tukaenda kuingia ndani ya gari tukaondoka kuelekea mjini Kahama. Tulivyofika Kahama mjini, tulienda katika hoteli moja ya kifahari iliyo katikati ya mji. Binamu aliagiza vyakula vya gharama na Lilian akaagiziwa kitimoto kama alivyotaka. Baada ya chakula zikaagizwa pombe za gharama. Wakati tukiendelea kunywa, kuna kitendo kilinishangaza kidogo hapo mezani. Kuna dada alifika hapo mezani kwetu, dada tu mzuri, inavyoonyesha ni mtu anayefahamiana na binamu huyo. Dada alifika akamsalimia binamu, kisha akampiga na busu, wakaanza pale kuongea Kitendo cha huyo dada kumpiga binamu busu kilimuuzi sana mke wangu. Nilimuona akikunja sura kwa hasira. Hata yule dada alipomsalimia mke wangu akuitikia ila alisonya. Yule mdada akukaa, aliondoka zake akaendelea na mambo yake. Mara mke wangu akaonekana amenuna. Ndipo binamu akamuuliza, vipi shemu, mbona umenuna? Lilian akamkazia jicho shemeji yake, yani binamu, kisha akashema kisha Lilian akasema huku amechukia, shemu umeniuzi yani, unapigwa busu mbele yangu. Lilian akawa kama namhoji binamu. Binamu akajitetea hapana, shemu, huyu ni besti yangu tu da. Moyo moyoni nilijiuliza, Lilian anaonaje wivu kwa shemeji yake? Na alikuwa serious? Ina maana shemeji anaruhusiwa kumwonea wivu shemeji yake? Nianza kujiuliza kichwani. Binamu akasema, shem, mimi sio mambo yangu hayo, mie ni bia na nyama na kazi tu. Binamu aliendelea kujitetea. Mimi nijibaki njia panda tu, sikuwa na la kusema ukizingatia mi na mke wangu wote tulikuwa tunalipiwa. Pale ndipo nikamuuliza swali binamu, vipi Vipi bibi, bibi, shemu wa jana yuko wapi? Maana mke wangu aliniambia jana alikuwa na mtu kidogo. Swali li, li, lilimshtua binamu naye akaniuliza swali, shemu shemu yupi? Ndipo lili yani akawahi, si yule ulikuwa naye jana kwenye show na tukaenda naye nyumbani? Ndipo binamu akajibu ah, yule ameondoka, leo kaenda Mwanza. Kumbe shemu alikuambia Ah, shemu nayo ulimwambia kabisa. Yaani ndugu yangu Lilian akacheka, kisha akasema lazima nimwambie mimi, mimi ulinilaza kwa usigelu wee ukalala na kipenzi wako. Lini aliongea hivyo, binamu akamtazama halafu wakatazamana wakache. Basi tuliachana na stori hizo tukaendelea kunywa Wakati tukiendelea kunywa, ndipo mimi nikashikwa na haja ndogo, hivyo nikainuka kuelekea chooni kujisaidia. Nilikaa huko chooni kwa muda, nilijisaidia kisha nikarejea. Wakati nikiwa narejea kwenye meza, kwa mbali moyo ukashtuka baada ya kuona kitendo walichofanya binamu na mke wangu Lilian hapo mezani. Makubwa. Michael ameona kitendo gani tena na kwa nini ameshtuka hivyo? Basi ili kujua kilichoendelea, na kusihi usikose sehemu ya tatu katika simulizi yetu hii tamu na ya kusisimua, ya kusikitisha, inayotufundisha pia, hasa katika mahusiano. Usisahau kusubscribe, tupia komenti yako, like na share wengine simulizi hii tamu sana. Kwa niaba ya mtaalamu wa ndoto na nyota Sheikh Ali Abdallah Kambangwa, msimulizi wetu Lamasi Mbila aka Lama Finya V Baby, msanii wa Bongo Fleva, ulikuwa nami Zedi Ali Kambangwa, chao.